Kazi yake imekuwa kupaza sauti za wanawake wenzake. haya kundi ndio tunafanya production. Kwa zaidi ya miaka mitano amekuwa akiwavisha mataji wanawake wajasiriamali. nikaona kuna umuhimu wa ku, ku-ku-involve shosh na rafiki zake wenye wanatengeneza cause wanafanyanga kazi pamoja, wavumbuzi na hata wale waliojitolea kwa jamii. Bila shaka ni furaha na fahari kubwa na namrudishia tena Mungu shukrani kwa tuzo hii, manake katika miaka yangu ya utangazaji ambayo hivi sasa ni zaidi ya miaka ishirini ndani ya Royal Media Services nimefanya vipindi vingi, lakini kipindi cha Mwanamke Bomba ndicho ambacho kimekuja kikanitoa kutambulika juhudi zangu. Kwa hivyo nasema asante sana, kwanza kwa wananchi ambao waliona kwamba nafaa kuingia katika tuzo hizi. Mwanahabari Mwanahamisi Hamadi ametembea sehemu mbalimbali mbali kupaza sauti za wanawake hawa wanafunzi nilipewa wana, na baba yangu redio likajifunza kushikanisha hizo betris na waya, juhudi ambazo mwaka huu zimempa fursa ya kutambuliwa kuwa shujaa kwenye sherehe za mwaka huu za Mashujaa zilizoandaliwa katika kaunti ya Kitui Jumatatu. Mtangazaji huyu nguli alikuwa kati ya Wakenya 180 waliotangazwa mashujaa. Mwanamke kufikia kiwango cha kutambulika si rahisi. Kuna mengi tunayapitia, lakini tusiyabebe na akili wala tusiyabebe na kifua. Tuyachukulie kama changamoto ambayo inatukuza, kwa sababu hata sisi pia katika nyanja za utangazaji tukianza kuwafungulia kurasa zetu, mutaanza kuuliza vipi munaweza kufanya yote hayo na kisha baadaye kuweka nyuso za kutabasamu mnapokuwa mnatangaza. Mm, mimi ni mpiganiaji wa haki wa wanawake wa Maasai Kupitia Mwanamke Bomba, Mwanahamisi amepanda mabonde na milima kutoa hadithi za matumaini za wanawake bila kujali kabila, hadhi na wanakotoka. Ni mengi tu tunayapitia, lakini tutasema ni malimwengu na ni maisha, lakini muhimu. Kila siku unasema mwanamke, jiamini, jitambue, jibidiishe na ujitoe, changamkia fursa itakapofika. Fursa ikifika, unaiona hii, naweza kuitumia na nikaibeba, ibebe, na bila shaka siku moja hata wewe utavisha taji. Kwa safari hii Mwanahamisi anasifia ushirikiano wake na timu ya wafanyikazi, wapiga picha, wahariri na hata wasimamizi wa Royal Media Services. Kuna wahariri ambao tunakaa tukitayarisha kipindi cha Mwanamke Bomba, wako nyuma kule, hawaonekani. Eh, wahariri wote wa video tuko pamoja na nyinyi. Tuzo hii ni yetu. Nafurahi kwamba munanishika mkono, wakati mwingine sipo, lakini munahakikisha kwamba kipindi cha Mwanamke Bomba hakikosi kwenda hewani. Kwa hivyo hata nyinyi ni mashujaa kwa namna moja au nyingine. Aa, wanahabari wenzangu, maripota ije katika wasimamizi wa vipindi, yani nasema nafurahi sana kwamba Mwanamke Bomba imetambulika na taifa, na nawaahidi kwamba tutafika mbali pamoja tuzidi kushirikiana kuweza kuinua wanawake na jamii kwa jumla, na pia kuinua jina la Citizen TV ambayo daima imesalia kuwa number one. Kazi yake imetambulika na wengi, huku baadhi ya wale waliowaangazia pia wakisifia kazi yake. Kenya wenzangu, tushikilie huyu mwanamke bomba mkono, Mwanahamisi kwa ile kazi anafanya, tushikilie mkono hata redio ya Citizen TV hata hiyo redio zingine. Tumefurahia sana kwa sababu huyu mwanamke amekuwa mstari wa mbele, hata wakati tunafalishwa pamoja tuzo nikafurahia kwa sababu niliona ni kitu ambaye si jambo la kawaida kwa sababu tunaonaga kwa TV na tunaona kazi yake, so tunamtambua, tunampea hongera sana. Kiyo pamoja na Mwanahamisi tunataka kumpongeza sana, na tunamhimiza aendelee na hiyo kazi kabisa kabisa, kwa sababu pale hiyo e, kutunikiwa alifanyiwa jana ni mwanzo mpya, aendelee na kazi yake na afikie hata wanawake wengi zaidi. Pongezi sana Mwanahamisi Hamadi. Mwanamke Bomba ni wewe wa kwanza. Uh, mimi niliweza kupata fursa ya kutokea katika kipindi cha Mwanamke Bomba mwaka wa 2023 na kutoka hapo uh, iliweza kuniinulia uh, huduma ya kuweza kusaidia watoto wa randaranda randa. Mi nasema uh, uh, asante sana kwa Mheshimiwa, uh, His Excellency William Ruto kwa kuweza ku uh, kureko, ku appreciate kazi ya Mwanahamisi kwa kuwa yeye anaweza kuunganisha wanawake wote katika kaunti uh, mbalimbali na katika uh, level mbalimbali mbali za maisha. Anaenda mashinani kutuangalilia wanawake ambao wamepitia mambo mbalimbali mbali, na kutuarifu vile wanavyoendelea na maisha na ili kwa njia yote Wakenya wanaweza fanya njia wanavyoweza kuwasaidia. That was a very good passionate documentary we always see on Citizen TV. And this is kutoka vijijini hata kwenye mihadhara. Safari ya Mwanahamisi Hamadi kwenye Mwanamke Bomba ni ishara kuwa taarifa zinazoangaziwa zinawagusa wengi na kuwapa mwanga wengine. Na tunapofungua kurasa nyingine ya Mwanamke Bomba Mvishataji wenzake leo amevishwa yeye taji na kuwa taarifa mwenyewe, kwa kuwa shujaa. Emily Chebet, runinga ya Citizen.